moja. Kwa vipi? Nisikiliza, naomba uende chumbani kwangu kujua kitanda kuna mfuko au ndetea kuna nguo zangu. Hivi unajua wewe mtoto una balaa? Maua. Ungevunja mguu kule chooni ingekuwaje? Eh. Hey, hey. E. Sasa kama nimetokea amenifanyaje? Eh? Lisha tokea, nimeruka ukuta, mwenzako nimekuja ni, ni niko hoi hai. Yaani singekuwa yule mwingine weki kitu changu kile kingine cha chumba cha pili pale we, we, wewe. Wiwi, kwa nini utulii? kwa nini usikii kila ukiambiwa hapa? Hey. Mjini kila nyumba ina namba. Wewe zania moja, siju, ni mtegeme, leo, nakuja, siju, mi nikikaa na mtu mmoja sijui Deo nimtegemee, Deo anakuja, sijui kuoa mi Deo wini kwanza nitoshi kwa sasa hivi. Asubuhi kwanza ndoa ikifungwa nitatulia naye sijui unanielewa? kwani sehemmi hapa ni nikika, nikikaa niki yani leo siku nzima ikiisha sijaguswa, nasikia sijui aje mesha, hmm, ni meshazoeani jamani, kwanza huyo huyo ruba mwenyewe anavyojua kunishikaga. Sikiza nikwambie, unaolitafuta utalipata. Yaani we naona kabisa kuna kitu nakitafuta kwa sababu, ukiambiwa kitu we usikii na hujawahi kusikia, ilo ni sikio la kufa wapi, nikakwambia. Kwa hiyo tuseme, Maua, huwezi wewe kukaa na mwanaume mmoja wewe, huwezi kabisa. Na huyo uruba wako ndo anayekusisimua mwili, si ndo maana yake? sana kwamba Deo wewe akusisimue? Kusisimui? Deo ananisisimua lakini kwa pesa, ila sio kama hivyo unavyofikiria. Yani nimekubali kuolewa naye, lakini kwa sababu ya pesa zake. si unanielewa? <laughs> unajua nini wewe anayekuharibu ni mama yako, kwa sababu mama tukimwambia haya mambo, nikiongea naye mimi anaitikia tu, anaitikia na kuunga mkono. Unaolitafuta utalipata, mimi nipo, wewe endelea. Unaolitafuta utalipata. Hivi una shida gani? lakini eh, ujua kizeko, utapata wajukuu zako shida, dada. Yani una vimaneno wewe. Ah, wewe, haya, ongea na mama, naenda zangu kuchana. Deo, deo, deo

Alafu na kijani hapa, aseme kitoa wapi? Eh, mm. <laughs> katika kupita pita kule. Si unajua ni baraka. Sometime unaona ndio Mungu anakushusha kibaraka utakutana na huyu kidogo akutoe naye ka uchafu kidogo. Wewe na Mungu huyo. Eh, shemeji yangu. Mbona unasemaje lakini? Mambo poa lakini hatukuelewi, mbona kimya? Uh, nyumbani kwenye audi. Ah, nyumbani. Oh, ndoa wasiwasi, wasi, shemeji ndoa wasiwasi. Yaani mimi nimepanga kabisa kukamilisha ishu. Hii ishu kwamba mimi na, na dada yako na mdogo wako yule nani tena Maua, mm, lazima nikamilishe. Wewe cha kufanya sasa hivi, kuna mtu mmoja anaitwa anamwita Kapero, anapiga video chuku chuku, nitaharishie yule, yaani hiyo siku. Yes, ni kucheza tu shemeji, mm, na kuahidi lazima nimchukue mdogo wako kwa sababu niko serious. Shemeji, nasi tunakuombea sana kwa sababu unajua tumekupokea nyumbani, we ndio shemeji yangu mi wa uhakika kabisa, kwa usituangushi, msiwaze yani, msigazabike kabisa, msiingiwe na wasiwasi, mimi nakuja kumchukua yule mtoto yani usiwaze kabisa. Sasa shemeji, unajua mpa mwaz sijani hata chai Usijali. na mdogo wako yule nimepanga kumpa mtaji akitulia tu nampa mtaji afanye mambo yake kidogo, unajua anajihisishia, anachukua, anajiwekea na yeye, katika katika kujipatia kipato. Usijali, unanjao, umeniambia sasa. Mwambie mama nitakuja nyumbani. Sawa sawa. E, nenda mpango mdogo wako, wewe nifungulie kidogo ki business ne... Ah shemeji, mimi nashukuru sana. Eti. Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi. Amina, amina. Nashukuru shemeji. Amina. Ntakuja, mwambie mama ntakuja nyumbani. Haya shemeji, shemeji anakushangamkia anakupenda. Yani mama, leo nimeharibu kila kitu mwanao apa sielewe. Nimeharibu nini tena? Nilikuwa gengeni, kapita shangazi yake Deo, sikanikuta kwa yule baba mwenye duka, ule mtu wako, mpaka sielewe apo, sielewe, sikakukuta tu nanunua vitu, sikanikuta nile baba likuwa kinishikashika. Haujaonyesha ha, ha, action yoyote hapo. Ukienda dukani msishikane shikane unanunua vitu tu, alafu unaondoka. sa kwa nimetulia pale nichukue vitu bure, unataka nini? nifanyaje sasa 5000. Hebu chukua kanunue kilo moja ya mchele ac Nikwambie kitu Amiri. Miri. Hmm. Yaani ile ndoa ya Deo na Maua ingekuwa ni amri yangu sizani kama ingepita yani, simpendi yule mwanamke, simpendi <laughs> unifikie mimi. Unifikie mimi kabisa, maana sikufiki wewe, hey. We ujui tu. mm -hmm. Yule mwanamke simpendi, yani sijui yani sijui alinifanya nini, yani nilikuwa nakuelekea. Mpaka Deo ni mshikaji wetu, lakini nitamkataa kwa sababu ya yule mwanamke yani ningekuwa ni uwezo ni ni wangu mimi yani, naweza kuzuia ile ndoa ningezuia hata leo yani. Yani mimi nakelekwa kuliko hata wewe yani, unifikii mimi yani, ningeizuia ni hata leo lakini, tusimkatie tamaa. Kule kwetu Bukoba wanasema hivi ekiawe kijundano kala, hapo ameniacha manake ni kodi za kiaya hizo yani cha kwako kinaoza huku unakikausha eh. Eh. Ama kweli ile ile alikambalia matope ndugu yangu, pa jamaa kafeli jamani, pa kapotea. Ni vibaya mno, sije kuona mwanamke wa ajabu kama yule. Mwanamke mwenye malaya bado ni mbaya, lakini mshikaji ni kafa kaoza, ni kafa yani. Mimi nakwambia akishabatika kumooa yule, mimi kwa Deo singi mm. Lakini inabidi tuhakikishe, yani, tusikate tamaa, tunahakikisha tama kabisa hii ndoa inavunjika kabisa, ni isiwepo. Alafu tatizo shangazi yake naye anatuangusha, wale wote ni wale wasio wamerogwa. Ila sama mwanangu, sema nini, tusikate tamaa, tutaivunja hii ndoa. Mi nitatumia kila njia hii ndoa ifungwe, labda sio, sio sisi, lazima tusiwepo. Ah basi freshi. Mbona tupite huku, Baby, tupite Baby, skiriza. Mimi mimi mimi mimi sipiti huku sasa. Hivi mbona kunisikiliza? Kupita huku tunazunguka. Mimi nataka nipite hapo chochoroni. Kwenye vichochoro mama, tunafuata nini wakati tuna barabara nzuri tumetengenezewa tu na... hmm? Kupita huku, tupite huku. Kwa hiyo wewe moyo wako umekwambia tupite huku. Ndio, tupite huku. Mimi moyo wangu unaniambia tupite huku. Ah basi, nenda. Baby, Ngazi bwana, mimi kuna kitu nataka nikushirikishe, lakini ah, kila nikiwaza kutaka kukuambia na waza we, najikuta moyo kama una sita, kama unanituma ongea, afu baadaye anambia sita. Ah lakini kia nikifikiria nasema, mm, um, bora niseme tu au nisiseme. Wewe <laughs> sema <laughs> na kusikiliza kitu gani hicho? Shangazi, unajua kuna vitu vinaendelea, yani ah, najiuliza kwa nini au hivi mimi tabia ya kuanza kuwasema sema watu imeanza lini? Ila nishagundua kitu ni na, na, na Deo, kwa sababu mimi na Deo tushakuwa kama ndugu. Kika, nikisema bora tu niseme, Shangazi. Yaani katika kufikiria familia mmekaa, yeah. Mmeridhia kabisa Deo amchukue yule mwanamke kweli eh? Hey, ni sahihi? Kwa sababu sikampenda mwenyewe. ya shangazi huoni kabisa Deo na yule mwanamke hawaendani? Yaani kile kijana mke chenye kifupi kimejichola chola. Alafu Deo huyo anakana ni mtu smart gentleman. Sio akuwa na kimwanamke kama kile changa. Changaze mambo, unaniangusha bana shangazi. Yaani kabisa umelizia mchukue. Lakini sikampenda mwenyewe. Uwezo kawaingilia akampenda mwenyewe. Okay, sasa tufanye kitu kimoja. Ingekuwa kama mbona amekushirikisha wewe shangazi yake sasa? Amekuja shangazi. Unaanaje ni, nishauri yule mwanamke ni mchukua au nisimchukua? Ungemshauri nini? Ningemwambia kwamba hakufai hapo. Sasa yaani hapo shangazi sasa ndio umesema. Sasa kama ungemwona afai, hafai kwanini umemnusu mpaka amemtolea barua? Lakini sikampenda mwenyewe. Huwezi ukawaingilia akampenda mwenyewe. Sasa hapo hapo uliposema hakufai haku ndio ngesimamia hapo hapo, yule mwanamke siyo shangazi? Sasa unaishi naye nyumba moja, tunamuona tabia zake, matendo yake Ati. Lakini mimi naona wa wa kwa sababu wamependana wao wenyewe, huwezi kawaingilia sana hey, kwa sababu wamependana wao wenyewe inabidi tuwaache wao wenyewe ye. Deo si ndo kampenda, hey, kwa hiyo sasa inabidi tumwachie ye mwenyewe Deo, ataamua lipi, ila usinifikirie vibaya. Unajua mi roho inaniuma saa nikaukananikireketan kila nikimwangalia yule mwanamke na Deo alivyo, inaniuma roho, inaniuma inabidi uangalie tu mwanangu Uwezi kakikiria sana. Mimi ni kwa kama mjumbe tu ni katika hali tu ila kujaribu kufikiria na kusema ndugu yangu nitamuokoa vipi. Kama familia mmeona sawa, basi sawa. Haya, ina shida mwanangu. Shangazi, naondoka ila kuna kitu kipo hapa kinanifukunyuka, yaani kinafurukuta. Simpendi yule mwanamke. Sema basi shemeji basi. Nitajaribu haya, kumpenda Deo, kumpenda Deo, haina shida. Haya basi shangazi kwa heri. Haya, haina shida. Karibu tena. Ah, mkwe wa mtu huyo, shangazi wa. <laughs>